Shughuli za kawaida katika hospitali ya level 5 katika kaunti ya Machakos zilitatizika kwa muda baada ya wauguzi katika kaunti hiyo kuandamana wakilalamikia kucheleweshwa kwa mishahara yao. Kulingana na wauguzi hao, serikali ya kaunti hiyo haijakuwa ikiwalipa mishahara yao kwa wakati unaofaa, jambo ambalo limepelekea wengi wao kushindwa kukimu mahitaji yao ya kifedha, ikiwemo ulipaji wa mikopo kwa miezi mitatu sasa. As of now, tunadai mwezi wa last month. And the law is very clear. Salaries are paid when they fall due. Our loans tunadai miezi tatu, not paid. Accruing interest economic times are bad. Hakuna mtu akona pesa. Ile pesa kidogo tumebaki nayo, unataka kukwama nayo huko? No bana, pay us. Zaidi ya hayo, wamelalamikia kutotendewa haki kazini ikiwemo ni pamoja na sheria kazini wanazosema ni za kuwanyanyasa wakishinikiza wasimamizi wa hospitali hiyo kutoendeleza siasa na kuzingatia maslahi yao. Wauguzi hao wakidokeza kuwa juhudi zao za kuwasiliana na serikali ya kaunti hiyo kuhusu kucheleweshwa kwa mishahara yao hazijazaa matunda, wakitishia kuandaa mgomo iwapo yale wanayoshinikiza hayatatimizwa. Yes. Waziri wa afya katika kaunti hiyo ya Machakos kwa upande wake amesema kuwa kucheleweshwa kwa fedha hizi kumetokana na kucheleweshwa kwa fedha za kaunti kutoka hazina ya kitaifa. Na miezi mbili hatujapata exchequer, so vile governor amefanya akiongea na mabenki at least tunapata ile mshahara yetu ile net. So for the deductions, hiyo huwa tunatuma immediately, tukipata pesa kutoka kwa exchequer. James Mwangi, Undugu TV.